Kutoneshwa vidonda vya kihisia huwa vinatengeneza mguso wa kihisia, ijapokuwa ni mguso hasi, ijapokuwa ni mguso hasi, kwa sababu unajua kutoneshwa jeraha kuna maumivu Alright? lakini inawezekana yakawa ni maumivu, lakini ni maumivu ambayo yanatengeneza mguso fulani, yanatengeneza namna fulani ya vibe fulani katika baina yako wewe na yeye. Sijui kama umekutana na hawa watu ambao wa yupo kwenye mahusiano na mtu ambaye ni mnyanyasaji, anamnyanyasa sana, anamtukana, anamdharau, anamkejeli, anampiga, anamuumiza, lakini wapo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, analalamika, huyu ananinyanyasa, huyu ananifanya hivi, ukimwambia toka, hasiwezi kutoka. Okay, na huo tunashangaa, kwa nini huyu mtu hatoki? Kwa nini mtu huyu hatoki kwenye mahusiano anayonyanyaswa? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mtu anamtonesha vidonda vyake. Sasa nisikilize vizuri, nikuambie the science behind hiki ninachokwambia, iko hivi: binadamu wanapokutana na matukio mengi ya kujeruhiwa kihisia, ya kunyanyaswa, ya kukandamizwa, ya kutwezwa utu wake, katika kipindi fulani cha maisha yake, especially katika nyakati za awali za kukua kwake na wale ambao tunaita ni caregivers wa awali, baba mama, walezi wake wa awali, walimnyanyasa walimkandamiza. Kwa mfano, labda ni binti alinyanyaswa na baba yake, okay, anapokuwa mtu mzima, ni rahisi sana kuingia kwenye mahusiano na mwanaume mnyanyasaji, si kwa sababu anataka kunyanyaswa, lakini ni kwa sababu hajui namna gani ya kuishi na mwanaume ambaye sio mnyanyasaji. Unisikilize vizuri anaingia na kwenye mahusiano na mwanaume ambaye ni mnyanyasaji, si kwa sababu anampenda yule mwanaume, au si kwa sababu anamhitaji yule mwanaume, au si kwa sababu anapenda kunyanyaswa. Ni kwa sababu akikutana na mwanaume ambaye sio mnyanyasaji hamgusi kihisia, kwa sababu hisia zake zimeshajeruhiwa. Yaani ndani mwake hisia zake zina majeraha mengi, huyu mwanamke ana majeraha mengi. Kwa hiyo akikutana na mwanaume peace, mwenye upendo, anayefurahisha, anayemjali, anayemthamini, anayemheshimu Hawezi kujisikia vibe na yule mwanaume, hawezi kuconnect na yule mwanaume. Yes, nyie wa nje mtakuwa mnaona huyu uh, dada anasi ah, anapendwa ila mwenzenu huko ndani anaona ah, ili penzi linaboa. Yani jamaa hana vibe. Yaani hatujachangamka. Yeye anahitaji akimwona jamaa anaona he is too good. He is very good. Yani, kabisa yeye mwenyewe anaona he is very good, lakini anamwacha. Na nimewahi kukutana na kesi za wadada, anasema ah, mimi nimwache yule jamaa because he is too good. He is too good. Kabisa, anasema yani jamaa alikuwa mwema sana. Eh, mimi kusikia historia ya mchezaji yule mmoja wa, wa Ulaya huko anaitwa Kaka eh, eh aliachwa na aliacha na, na mchumba wake because mchumba wake alisema jamaa he's too good, yani ni mwema sana. Afu watu wakawa wanashangaa huyu dada ana matatizo gani yani, wanawake wanataka nini? Sio wanawake wanataka nini, kuna wanaume, kuna wanawake hawawezi kukaa mahali penye amani. Kwa nini? Kwa sababu ndani mwake ana majeraha mengi. Kuna wanaume the same walinyanyaswa sana kiasi kwamba akikutana na binti ambaye ni very loving, ana upendo, anajali, ana heshima, ana adabu, jamaa ataona ah, nao dada sio, yani hapana yani, sawa ni mtu poa, lakini hatuconnect, ule mguso wa kihisia haupo. Kwa hivyo anajikuta akikutana na mwanamke wa hovyo, muhuni eh, mkorofi ah, basi ndo ana connect naye, shangaa yupo ni yani, mwanamke ana hey, mwanamke mvuta bangi, mwanamke mkorofi, mwanamke anamtukana, mwanamke anamdharau mwanamke. Mwaka wa nane wapo kwenye ndoa, jamaa analalamikaga, du mwanamke huyu, mwanamke mi nitaondoka, aondoki huyu mwanamke nitamwachi, hamwachi. Alright, why? Kwa sababu huyu mwanaume ndani mwake hisia zake zina majeraha mengi, kwa hivyo akikutana na mwanamke ambaye ana ana amani, hampi mguso wa kihisia Huyu binti akikutana na mwanaume ambaye ni waamani, wa amani ampi mguso wa kihisia. Kwa hivyo mtu wa kwanza ambaye mara nyingi tunaweza tukajikuta una uwezo wa kuingia naye kwenye mahusiano au inawezekana ukaolewa naye au ukamwoa, au inawezekana ndiye umemwoa au umeolewa naye, mtu wa kwanza ni yule ambaye ni, ni mtu anayekutonesha vidonda vyako, kwa hivyo una unakaa uzoefu fulani cha namna gani ya kudili na majeraha ya ndani. Kwa hiyo, anakukwaza, anakuumiza, anakugeuli, anakusaliti, anakufanyaje, anakutukana, anakufanyaje, lakini at least it it feels so familiar eh, it feels so familiar. No wanda unajikuta kwenye mahusiano sasa, upo na huyo mwanaume sasa ambaye kiukweli unajua ni mnyanyasaji na pengine tangu mkiwa wa chumba uliona ni mnyanyasaji, lakini uliishia kuolewa naye. Au huyo binti uliona ni mtu fulani ambaye ni mkorofi, lakini pia uliishia kuolewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu, kwa sehemu fulani, ni mtu ambaye anakukumbusha experience yako ya utotoni, ulivyokuwa, namna ilivyokuwa, na wewe ni mzoefu wa kudili na hizo heka heka. Kwa hiyo uka, ukajikuta uka, uka, uka, uka, umeolewa na huyo mtu kwa sababu anakurudisha kwenye uzoefu wako wa kudili na hekaheka heka za kila siku ajaribu kuchunguza mahusiano yako. Je, ni na mtu ya namna gani? Ikiwa ikiwa mtu uliye naye ni mtu ambaye anakunyanyasa au ni mtu ambaye ni mwema au ni mtu ambaye ni ana upendo au ni nini, basi hiyo inaonyesha wazi ndani mwako kuna kitu gani kinachoendelea.